sana nchi yetu, kwa sababu utalii ndio sekta mama ya uchumi wa nchi yetu. Basi kama serikali, tuna kila sababu ya kukuungeni mkono ili muendelee kuitangaza, na washukuru wale wote ambao tayari wameanza kutoa misaada kwenu akiwemo Mheshimiwa baba hapa. Tunashukuru sana, tunaomba kura zenu, tuirudi tena madarakani